Leo hii tunaendesha mafunzo ya mfumo wa udhibiti ubora wa shule. Mafunzo haya yanafanyika leo kwa ngazi ya halmashauri. Ninaposema ngazi ya halmashauri, ni viongozi wasimamizi wa elimu kwa ngazi ya halmashauri. Mafunzo haya yamehusisha maafisa wa udhibiti ubora wa shule kutoka ofisi ya udhibiti ubora wa shule wilaya ya Kakonko, yamehusisha maafisa kutoka idara ya elimu sekondari na elimu ya msingi wakiongozwa na madio kutoka idara hizo na maafisa wengine wote. Lakini pia mafunzo haya yamejumuisha maafisa TEHAMA kutoka idara ya TEHAMA wilaya Kakonko. Mafunzo haya yatafanyika mafunzo haya yatafanyika kwa awamu mbili, awamu ya kwanza ndio inafanyika leo hii, lakini awamu nyingine ya itafanyika wiki ijayo baada ya msimu huu wa sikukuu. Mafunzo ya awamu ya pili watahusisha maafisa elimu kata wa kata zote kumi na tatu, walimu wakuu kutoka shule zote sabini, wakuu wa shule kutoka shule zote 25, lakini pia yatawahusisha ya wenye viti wa kamati za ndani za udhibiti ubora wa shule ambao kutoka kwenye shule zote 95 kwa maana ya shule 25 za sekondari na shule sabini za msingi. Mafunzo haya ni kwa ajili ya kurahisisha tathmini za shule kwa idara ya udhibiti ubora wa shule, kwa sababu aa, zamani tulikuwa tunafanya tathmini hizi kwa kuandika kwenye makaratasi na kuwatumia taarifa wadau mbalimbali, kwa maana ya wamiliki wa shule sasa tathmini mfumo huu ambao tunakwenda kuanza mapema utawahusisha washiriki wafuatao. Kwa ngazi ya shule ni walimu wote, lakini aa, katika ngazi hiyo kutakuwepo na kamati ya tathmini ya shule ya ndani ambayo itahusika moja kwa moja kwenye kujaza taarifa zote kwenye mfumo na baadaye taarifa zile zitakwenda kwa mkuu wa shule au mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu zile taarifa atazituma kwa mratibu elimu kata wa kata ambapo shule ipo. Baada ya hapo, atazipitia na kuzifanyia tathmini. Baada ya kuzipitia, anaweza sasa akazituma kwa afisa uthibiti ubora wa shule au kuzirudisha shuleni kama zina changamoto. Tutatengeneza utaratibu kulingana na mpango kazi wa ofisi wa kwenda kuiona au kuitathmini shule. Tutachagua kiongozi wa msafara kwenda kwenye shule ile na aina ya ukaguzi, lakini wakati tunafanya hivyo, zile taarifa zitakuwa zinaonwa na wadau tofauti, kuanzia ngazi ya shule mpaka ngazi ya wizara, na wadau wengine, kwa mfano, wamiliki wa, wa shule na wadau wengine ambao tutapenda kuwaweka pale kwenye mfumo. Baada ya utekelezaji wa mfumo huu tunatarajia mambo mengi yataonekana. Ha, hatua ya kwanza ni ya kutatua changamoto zinazotokea shuleni kwa ushirikishwaji, kwa sababu sasa wadau wengi watakuwa wanashirikishwa kwenye mfumo huu. Lakini kitu cha pili ni muda wa kuchukua hatua kwenye utekelezaji, muda ule utakuwa ni mfupi sana, kwa sababu kila hatua itakuwa inaonekana kwenye mfumo. Kwa hiyo ule muda wa kuchukua hatua ya kutatua changamoto kwenye shule utapungua, na itakuwa inaonekana moja kwa moja kwa mdau husika. Kwa hiyo hata mamlaka za juu zitakuwa zinaona kwamba kwa nini changamoto fulani hajatatuliwa. Kwa mfano kama kuna changamoto ya upungufu wa matundu ya vyoo basi mamlaka zitaona. Kama kuna changamoto ya kutotolewa kwa chakula au huduma ya lishe shuleni, mamlaka zitaona na ufuatiliaji utafanyika kwa muda mfupi. Kwa hiyo huu mfumo kwetu sisi ni, ni, ni, ni, ni, ni fursa moja tosha, kwa sababu uh, itaturahisishia mawasiliano katika ngazi tofauti za kiutendaji, kuanzia kwa wamiliki wa shule, wasimamizi na sisi ambao tunafanya tathmini huko shuleni.